<coughs> <coughs> Naam, karibu kupitia Sanga Media ya Tanzania na hii chaneli ya kupendwa ambayo ipo inakupatikana mwezi hapa sasa. Kama mnavyoona, hawa ni wazazi ambao wapo kwa ajili ya kuweza kuhudhuria katika kikao hiki cha shule ya sekondari Kinyamwezi uliopo kata hmm ya Pugu na kata ya wilaya watoto wao. Kwa hiyo unaweza ukaona hata a ambayo ni sukunine unakuta kwamba hata darasana penye unakuta kutokana kufuatiliwa na mzazi wake, na baadhi ya wazazi ambao wanafuatilia unakuta hata mtoto mwenyewe kadri unavyomfuatilia kujua maendeleo yake kwa walimu na shuleni <indo> kwa ujumla, kwa unakuta hata mtoto sasa anaanza kuonyesha juhudi. Kwa hiyo ndugu Festo na wazazi wengine mliofika hapa kata ya Pugu na tena kuna wanafunzi ambao wamepata katika hili. Mpenzi mtazamaji, ukiangalia mmoja ya watu ambao wanaoweza kuweza kushea katika hili katika shule ya msingi Kinyamwezi na ukilitazama sana, unaweza kuonyesha ushirikiano kwa wazazi pamoja na walimu, na hii inaonyesha wendo umoja na nguvu katika shule hii ya sekondari Kinyamwezi. Naam, kama unavyoona mpenzi mtazamaji. Na hii ndio shule ya sekondari Kinyamwezi ambao wamekusanyika wazazi kwa ajili ya kikao hiki, kwa kuweza kupata ratiba maudhui ya kuweza kujadiliana na wazazi na walimu na mgeni rasmi alikuwa anahitajika hapa, alikuwa ni mkuu wa wilaya, lakini amemtuma mwakilishi wake, mheshimiwa diwani Frank Manati kuja kuweza kumwakilisha akiwa leo katika majukumu yake, na kama unavyoona wazazi wameweza kukusanyika na wanafunzi wazazi na wanafunzi kuwepo katika shule hii kwa ajili ya kuweza kupanga na mikakati ya wanafunzi, na pale unavyowaona ni wanafunzi ambao wameweza kupata divisheni 1, 1 kwa kumi na nne, 1 kwa kumi na mbili, 1 kwa kumi na tatu. Na hili linaonyesha vumui kabisa kwamba shule hii mwaka elfu mbili na ishirini na sita hawahitaji divisheni zero na hii kupambana kabisa na wazazi na walimu na katika jamii yetu kwa ujumla Naam. Hii ni Sanga Media Tanzania inakuletea maudhui yote, na kama unavyoona wazazi wote wako hapa kwa ajili ya kuweza kwa... na ukitazama unaweza kuwagundua kwamba wazazi wanaweza wakawa wana wanapata changamoto za wanafunzi na elfu mbili na ishirini na sita shule ya sekondari Kinyamwezi hawahitaji tena division zero na unaona pale ni wanafunzi ambao walioweza, uh, kufika kufika mahali hapa na kuweza kupata division 1 12 division 2 division 3, lakini elfu mbili na ishirini na sita wanafunzi hawa kutoka shule ya msingi Uh, iliyopo uh, Kinyamwezi, kata ya Pugu. Na wote hawa, unaona hapa, ni baadhi ya wazazi pamoja na wanafunzi kupitia shule hii, na leo ni kikao kikubwa ambacho kinachofanyika katika kata hii ya Pugu. Na kama unavyoona, hawa wote ni wanafunzi ambao wapo kwa ajili ya kuweza eh, kuna wazazi wao kwa ajili ya kuweza kupata mipango eh, maalum kutoka kwa walimu wao na ukiangalia wanafunzi hawa na kwa ujumla Uh, ni shule nzuri, ni shule ambayo inaweza ika hawa wanafunzi wa sekondari Kinyamwezi, naam. Uh, bila kukosa na kusahau, usisahau kusubscribe na kushare na kucomment katika kupitia channel hii, hivi sasa tuko live, Sanga Media Tanzania tuliyopo hugu Kinyamwezi, naam kabisa, mpenzi mtazamaji, na, na kuletea live kabisa katika hili swala la kikao cha shule ya sekondari Kinyamwezi. Kama unavyoona siku leo ya wikendi, siku ya Jumamosi, wamekusanyika wazazi, wameacha kazi zao, wameacha kila kitu vyote kwa ajili ya kuweza kuja kuhudhuria kikao hiki kikubwa kilichofanyika Pugu Kinyamwezi, katika sekondari ya Kinyamwezi iliyoko Chanika, na mgeni rasmi aliofika hapa ni mheshimiwa Frank Mangate ambaye ni diwani wa kata ya Pugu na mwakilishi wake ambaye mgeni rasmi alikuwa anahitajika kuwepo hapa ni um, mkuu wa wilaya ambaye leo atakuwa na Dr. Samia Suluhu Hassan katika ufungu, u... uzinduzi wa soko la Kariakoo, lakini amekuja mwakilishi ambaye ni mheshimiwa diwani wa uh, Frank Mangati ambaye yuko mahali hapa, itaenda kukuonyesha mpenzi mtazamaji, kama unavyoona, na huu ndio mkusanyiko wa wazazi kupitia Sanga Media Tanzania. Naam, nimesema naweza nikakufikishia taarifa hii kupitia uh, Sanga Media Tanzania. Unavyoona, wazazi kabisa, um, kupitia Sanga Media. Na, kama uh, unavyoona wazazi wameweza kukusanyika kabisa na kuweza, kama unavyoona wazazi hawa wapo hapa kwa ajili ya kuweza kuhudhuria katika kikao hichi kikubwa kabisa, mpenzi mtazamaji, kupitia Sanga Media Tanzania. Unavyoona hawa ni wanafunzi ambao pamoja na walimu katika divisheni wan divisheni tu divisheni thrii ambazo katika shule hii ya sekondari Kinyamwezi imeweza kupiga hatua na, kuweza ku, uh, na kuweza kufika katika mahali ambapo unavyoona, usisahau kusubscribe kushare na kucomment katika uh, chaneli yetu ya Sanga Media Tanzania uweze kupata Uh, maudhui na mambo ya kijamii na michezo katika Sanga channel hii. Hii ni Sanga Media Tanzania. Unavyoona ni kikao ambacho kimefanyika katika shule ya sekondari Kinyamwezi. Maudhui makubwa ambayo yako hapa yote ni kwa ajili ya kuweza kutafuta uh, wanafunzi bora na kuepuka wanafunzi vishawishi katika uh, bange, watoto wakike kuwa na ujauzito uh, kwa hiyo ni moja ya kuboresha elimu ya nchini kwetu Tanzania na unavyoona hapa ni baadhi ya wazazi. Hivi punde nitaanza kueletea kuonyesha uh, na kujulisha kwa namna moja ama nyingine katika baadhi ya, ya maudhui ambayo ya yanahitajika hivi ya sasa, na kama unavyoona hawa ni baadhi ya wanafunzi ambao wameweza ku aaua nu eua awafundisha kuwa na heshima, si sehemu yoyote, kumwheshimu mkubwa, kumwheshimu mdogo. Changamoto ipo nyingi kubwa kwa watoto wetu. Watoto wetu hawana hofu ya Mungu, ndio maana wanafanya mengi yasiyompendeza Mungu, yasiyoipendeza jamii. Naona hii ni Sanga Media Tanzania na pale unapomwona ni mheshimiwa Diwani Frenki Mangati kupitia kata ya Pugu, kwa Frenki Mangati, diwani wa kata ya Pugu, akiwepo mwenyekiti maalum e, Kasamia, mwenyekiti maalum Kasamia, na akiwepo na mwenyekiti wa wa wa wa wa Kigogo Feshi A ni Leema hey, ambaye amekuja kuongeza na kusapoti katika ishu hii hii. Ni Sanga Media Tanzania. Napenda kuambia kwamba kusubscribe na kuweza kupambana. Hii ni sekundari Kinyamwezi iliyopo Pugu Kinyamwezi, hivyo baadhi ya wazazi wameweza kushiriki hapa na kuweza kupambana katika ujumla, kuweza moja ya watu ambao wanaweza kushiriki na hawa, ni wazazi ambao wanajaribu kuweza kuongea na kuweza kuleta mawazo tofauti tofauti. Hii ni dira ambayo no, no, no, ipo katika jamii yetu katika michezo yetu, no, no, kusahau kuwaona. Hawa ni wazazi ambao wapo katika jamii yetu. Yangu ni matati ya jamani. Kama ninawakela mtanisamee lakini. Lakini leo na madhumuni kuinua taaluma ya shule hii. Asante. Asante Baba Festo. Mimi ni Sanga Media Tanzania. Baba Festo, hizo hizo tutakufanyia kwa hiyo ni nini? Hebu wazazi. Wewe unataka usifanye nini? Yaani sisi wazazi tuwafanye nini walimu? Na wazazi baadhi yao waliweza kupokea. Niongea kikubwa, na imani mkubwa huo ni bila kitu. Kwa mtu anayeelewa anajua kama nini nilicho kilenga. Chochote tutakachokuwa nacho, tukipata angalau walimu tuwapongeze, kwa sababu ametusomea kuanzia kidato cha kwanza mpaka nasema kidato cha tano, lakini bado hatujafanya chochote, na tukasema kwamba tunasema kitu. Tumepiga makofi tu, lakini makofi yatoshe. Waz waliokusanyika hapa, wali wali hapa katika shule ya sekondari Kinyamwezi na hawa unawaona hapa nice, ni wazazi wa sekondari Kinyamwezi iliyopo Pugu Kinyamwezi, kata ya Pugu. Na mweshimiwa aliyofika hapa ni mweshimiwa diwani uh, Frank Mang'ati, kata ya Pugu na ndo alikuwa kama mwakilishi wa mheshimiwa uh, wa wilaya ya Ilala ya, ya, ya, ya. Na kama unavyoona Dr. Samia Suluhu Hassan leo alikuwa na uzinduzi wa soko la Kariakoo katika